Plan ilikuwa ni sisi tumalize ujenzi by March, uh, last year, lakini sasa ndio hizo mambo ya kusanifu plan, budget na nini. Kwa hivyo tangu wamelisafisha bwawa kwa ajili ya, ya kupokea maji mapya ya mvua mpaka leo hajatumika. Kwa hivyo kuna kama mvua mbili, hii ni mvua ya tatu sasa inanyesha, inakuta, ndio maana maji yanakuwa yanabaki hapo, lakini hili bwawa kwa upande wa kushoto pale kuna sehemu inaitwa spillway ikitokea just in case, ili imejaa kule maji yamejaa, hakuna sehemu ya kwenda maji yana spill kwenda, kuna kuna natural wetland iko somewhere hapo chini. Kikubwa tunaangalia kwamba isitokee shida wananchi wakapata, wakapata tatizo. Hii inaweza ikatusaidia kuto ku review price, kwa maana ya kuongeza price, lakini zikawa zime stabilize. Na ukumbuke kwamba hata saa hizi price tunazotumia mpaka leo mheshimiwa, ni zile za mwaka 2016 vitu vingi vimeisha panda, lakini tunashukuru serikali yetu Serikali ya mama Samia Suluhu Hassan inasaidia kusubsidize kama inavyofanya kwenye mafuta, kwamba baadhi ya vitu ikiangalia kwenye mambo ya umeme, kwenye madawa VAT imeondoka, ndio inayosaidia hayo yote. Kwa pale mtakapoamua kuanza kuyatumia na ikatokea dharura ya kukosekana kwa maji, wananchi wa Kahama e, wana uwezo wa kupata maji kwa kipindi cha siku tisini yani takriban miezi mitatu kwa kwa matumizi ya kawaida. Kwa hiyo tukisema kwamba tuko katika hali ya dharura na tukaamua kubanabana, yawezekana tukaenda zaidi ya miezi mitatu, kwa sababu miezi mitatu ni kutumia chanzo hichi kwa mfumo ule ule wa upatikanaji wa maji ya kawaida. Lakini tukisema jamani, tuko katika mazingira magumu, hebu tujibanebane, inawezekana tukaenda hata miezi minne au mitano.